Kuna mwanamke anayeitwa Gladys Aylward, alizaliwa London, Uingereza, mwaka 1902 kwa baba aliyekuwa mtengenezaji viatu maskini na mkewe. Alionekana kuwa amepangiwa e eh, kuhudumu kama mfanyakazi wa ndani maisha yake yote, na kweli alifanya hivyo hadi alipofikisha miaka ishirini na kitu. Ndipo alipokuja kusikia e eh, kuhusu mishonari mjane nchini China, aliyekuwa anahitaji mtu wa kumsaidia kwenye kituo cha watoto yatima kule. Hivyo akaomba kazi kwenye shirika la China Inland Mission, lakini mwishowe alikataliwa kwa sababu ya ya ukosefu wake wa eh, maendeleo katika kujifunza lugha ya Kichina Mandarin. Hata hivyo hakukata tamaa kwa kweli, alianza kuweka akiba ya kila senti aliyoweza, na hatimaye alipofikisha miaka thelathini alikuwa ameokoa pesa za kutosha kununua tiketi ya kwenda China upande mmoja tu. Ehe, alikuwa na urefu wa futi nne na inchi kumi. Alikuwa amepewa jina la utani la mwanamke mdogo maisha yake yote lakini, ngoja nikwambie, kutokana na nilichosoma, kila inchi ya mwili wake ilikuwa imejaa azimio. Baada ya kujiunga na yule mishonari mzee, mjane wawili hao, eh, walianza kuwafikia majirani waliokuwa wanaishi karibu na kituo cha watoto yatima na kuwahubiria injili pale Yangcheng, China, lakini walipuuzwa na kila mtu. Lakini kijiji hiki kidogo kilikuwa na shughuli nyingi za wachimbaji madini waliokuwa wakipitisha punda wao kwenye njia ya biashara inayopita mbele ya kituo hicho cha watoto yatima, hivyo wanawake hawa wawili wakaamua kubadilisha baadhi ya vyumba visivyotumika kuwa vyumba vya hoteli. Hata hivyo wale waendesha punda wa China e eh, walikuwa na wasiwasi kusimama. Lakini siku moja msafara wa punda ulipokuwa unapita, Gladys yule mwanamke mdogo alikimbia na kushika hatamu ya punda wa mbele na kumgeuza kuelekea uwani, na punda wote wakafuata tu. Basi chakula na vyumba safi vilikuwa tayari, na wale wanaume wakakaa hapo usiku kucha. Walirudi tena na tena kila mara, wakiwa na hamu ya kujifunza zaidi kuhusu injili kutoka kwa hawa wanawake wawili wema. Maisha ya wengi wao yalibadilishwa na injili hii. Ni ukumbusho mzuri kwangu jinsi kanisa limebarikiwa sana kwa karne nyingi na wanawake waaminifu waliomtumikia Kristo. Kwa kweli umewahi kufikiria kwamba hujawahi kusoma katika Agano Jipya kuhusu mfuasi wa kike wa Kristo aliyemkana, kumsaliti au hata kumwacha? Walitumikia kwa uaminifu na unyenyekevu, kama sehemu ya kile ningependa kukiita kundi la wasaidizi katika huduma ya Kristo alipokuwa duniani na lazima niseme, urithi wao unaendelea hadi leo. Tukio linalofuata kabisa katika utafiti wetu wa mpangilio wa matukio kupitia Injili linatupeleka kwenye Luka nane ambako tunakutana na wanawake watatu waaminifu. Wanawake hawa walikuwa na jukumu la kusaidia miongoni mwa kundi kubwa la wanafunzi wa Yesu. Mstari wa moja unasema Yesu aliendelea kupitia miji na vijiji akihubiri na kuleta habari njema za ufalme wa Mungu, na wale kumi na wawili walikuwa pamoja naye, na pia baadhi ya wanawake ambao walikuwa wameponywa roho waovu na magonjwa. Hapa tunaona Yesu akianza kile tunachoweza kukiita safari yake ya pili ya kimisheni kote Galilaya, na idadi ya wafuasi inaendelea kuongezeka. Kwa kweli hii inaleta changamoto za vitendo. Wataweza wapi kupata pesa wanazohitaji kununua chakula na mahitaji njiani? Mstari wa tatu unatueleza kwamba wanawake hawa watatu, Maria, Joanna na Susana pamoja na wengine wengi, waliwasaidia kwa mali zao wenyewe. Inaonekana wanawake hawa walikuwa na mali na sasa wako tayari kutumia pesa zao katika kumtumikia Bwana. Sasa wanawake hawa watatu wana jambo lingine linalowafananisha. Kulingana na mstari wa mbili wote walikuwa wameponywa na roho waovu na magonjwa. Kwa maneno mengine, wanawake hawa wote walikuwa wamekombolewa binafsi na Yesu. Mwanamke wa kwanza anayetambulishwa hapa katikati ya mstari wa mbili ni Maria aitwaye Magdalene ambaye pepo saba walikuwa wamemtoka. Kwa njia, hakuna uhusiano wowote wa wa kibiblia kati yake na yule kahaba aliyemimina manukato yake kwenye miguu ya Yesu. Tuliliangalia hilo hivi karibuni nyuma kwenye Luka saba. Hakuna ushahidi wowote wa, wa Kibiblia kwamba Maria Magdalene alikuwa kahaba. Kanisa Katoliki la Roma katika enzi za kati liliunda desturi hiyo bila ushahidi wowote wa, wa Kibiblia na na hebu nikwambie watu wamejaribu hadi leo kufanya uhusiano wa kimapenzi kati ya Maria Magdalene na Yesu. Hiyo ni upuuzi mtupu na inafaa tu kwa magazeti ya udaku. Sasa daktari Luka anaposema hapa katika 8:2, kwamba Yesu aliwaponya wanawake hawa, neno analotumia kwa ajili ya kuponya ni neno la kitabibu therapewo, ambako ndiko tunakopata neno letu terapia. Kitenzi hiki cha Kigiriki kwa kweli kinasisitiza urejesho kamili wa afya. Siyo ajabu, wanawake hawa walitaka kutoa maisha yao kumfuata Bwana. Sasa hebu niwaambie hapa kwamba Maria Magdalene anaonyesha uwezo wa Bwana wa kumpa tumaini mtu ambaye hana tumaini kabisa. Alikuwa ameteswa na na kusumbuliwa katika hali hii ya e eh, kuingiwa na mapepo aliyovumilia. Lakini hebu niwaambie yote hayo e eh, yote hayo hayakuwa na nafasi mbele ya nguvu ya Kristo na injili yake ya wokovu. Labda leo unamwombea mtu ambaye anaonekana hana tumaini kama yeye. Basi hebu nikukumbushe kwamba maisha ya mtu yaliyokuwa na giza hayazuii uwezo wa Bwana kumpa mtu huyo maisha yenye mwangaza mbele yake. Yesu anamchukua mwanamke aliyekuwa ametengwa na jamii na anampa familia mpya. Fikiria hilo, ndugu na dada wapya katika Kristo, baba na mama wapya, familia ya wanafunzi waliojitolea kumtumikia mkombozi wao mwokozi wao. Sasa, pamoja na hilo, mwanamke wa pili aliyezungumziwa katika kundi hili la wasaidizi anaelezewa hapa kwenye mstari wa tatu. Yeye ni Yoana, mke wa Kuza, msimamizi wa nyumba ya Herode. Sasa, Luka hatuambii ni ugonjwa gani mwanamke huyu aliponywa, lakini Luka anataja uhusiano wake wa kifamilia hapa. Mume wake Kuza ndiye msimamizi wa nyumba ya Herode. Huyo ni Herode Antipa mwana wa Herode Mkuu. Kwa hiyo huyu mtu mtu Kuza ni mtu mwenye cheo cha juu sana katika mahakama ya Herode. Kwa njia nyingine, Luka hapa anatupa mwanga kuhusu ukweli kwamba injili imefika hadi ngazi za juu za jamii. Kuza anasimamia mali binafsi na pia masuala ya kifedha ya mfalme Herode. Hili lingekuwa jukumu lenye ushawishi mkubwa sana. Kuza na Yoana, unajua, bila shaka walikuwa kwenye orodha ya zawadi ya Krismasi ya mfalme Herode. Lakini ngoja nikuambie, Herode si rafiki wa Yesu. Kumbuka, huyu ndiye mfalme aliyemua Yohana Mbatizaji. Atakutana na Yesu kwa muda mfupi wakati wa kesi itakayompelekea Bwana kusulubiwa. Kwa hiyo hakutakuwa na mikutano ya ushuhuda wala ibada sebuleni kwa Herode. Lakini bado Luka anatueleza kwamba injili imefika hadi kwenye jumba la mfalme na kumwokoa Yoana na labda pia mumewe Kuza. Unajua, wakati mwingine Mungu huwafikia watu wasiotarajiwa katika maeneo yasiyotarajiwa. Sasa Luka anatufahamisha na mhusika watatu wa pembeni, mwanamke anayetajwa hapa kwenye mstari, katikati ya mstari wa tatu, kwa jina tu Susana na basi hayo tu ndio yote tunayoambiwa kumhusu. Hatujui chochote zaidi kumhusu isipokuwa jina lake tu. Lakini ngoja ni kuambie, kutokujulikana si sawa na kutokuwa muhimu. Wakati kanisa la mwanzo huenda lilimfahamu, na sina shaka walimfahamu, sisi tunachojua tu ni kwamba aliponywa na Yesu. Tunadhani kutokana na yale tunayoambiwa, alianza kumfuata Yesu. Tunaambiwa alitoa mali zake kusaidia huduma ya Yesu. Hiyo ni mzuri kiasi gani, wapendwa! kutojulikana duniani basi waziwazi, haimaanishi kwamba hujulikani mbinguni. Inanikumbusha Gladys Aylward, unajua, yule mama mdogo aliyetoa maisha yake kuwahudumia yatima na wachimbaji katikati ya China. Kwa kweli, ukisoma chochote kumhusu, utagundua kwamba Gladys alishangaa sana jinsi Mungu alivyomtumia sana licha ya mipaka yake kimwili na kielimu. Miaka ya baadaye aliandika ushuhuda huu maalum: mimi sikuwa chaguo la kwanza la Mungu kwa kile nilichofanya China. Kulikuwa na mtu mwingine, sijui alikuwa nani. Chaguo la kwanza la Mungu lazima alikuwa mwanaume, mwanaume mzuri sana, mwenye elimu nzuri. Sijui kilichotokea, labda alikufa, labda hakutaka, kwa sababu hakuwahi kuja. Kisha Mungu akatazama chini na kumuona Gladys Aylward. Ninapenda mtazamo huo. Je, wewe hupendi? Mpendwa, unajaribiwa kufikiri kwamba wewe si muhimu kwa Mungu, kwamba mahali pako pa huduma ni padogo sana, na kwamba haina maana kubwa? Basi kuna shairi dogo zuri linalotupa mtazamo bora zaidi. Inasema hivi: je, mahali pako ni padogo? Lilea kwa uangalifu. Yeye ndiye aliyekuweka hapo. Je, mahali pako ni pakubwa? Basi linda kwa uangalifu. Yeye ndiye aliyekuweka hapo. Popote ulipo si mahali pako peke yako, bali ni pake yeye aliyekuweka hapo. Tunaweza kuongeza kwamba popote anapokuweka pia anakusindikiza. Wapendwa, hakuna jukumu bora zaidi unaloweza kuwa nalo maishani kuliko kuwa mshiriki wa kawaida katika kundi linalounga mkono injili ya Yesu Kristo.